NBC Premier League katika msimu wake wa 25, 25 26 raundi ya tatu JKT Tanzania wakicheza na Azam FC kutoka kule vitaa Chamazi Mbagala Dar es Salaam. Huwa wanakutana raundi ya tatu, japo ni mchezo wa pili wa Azam FC. Hiki ni kikosi chao kionekana, ameanza Ramadhani Chalamanda, wengi hapa, wachache sana nikipitia pitia huku. Mambo kamisa wa mchezo huyo Samuel Samson kutoka Manyara kwenye picha pamoja na waamuzi wa mchezo na kwenye nakwenye kikosi chao kionekana akionekana ya zaidi na kanuti akianza katikati, wakati Barakatu pamoja na sopu wakianzia pembeni. uni wa ni kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali ni Florent Ibenge, Florent Ibenge. Kabumbu ile ilianze na ndio hivyo, mambo yameanza namna hiyo, filimbi ikiashiria kwamba tutakwenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Karibu sana. Tumbukiza kubwa ndani kwa lango la timu ya Azam, aza bado anazagazaga, huku anaingiza kubwa kule, kule bado anausubiria, anaingia na Mudibeka ndani ya boxi. Mohamed Bakari anaingiza ndani huku. Offside. Nizim katika zile na zula, very tight. Kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union kwenye magoli mawili yote alihusika yeye goli moja lakini David Bryson anaweka mjini kule ndani nafasi ile, anapoteza nafasi ile kijana ambaye kulia pale Azam FC, Under 20. Nataka kufanya jambo hapa lakini tap-in yake ile haikuwa sawa sawasawa, mpira ukipaa juu ya lango baki anatizamana yeye, anafufana msenge, amenyanyuwa ndani kule gonga kichwa kile Kipa katoka kasita merudishwa tena chini huku kwa Gado. Salum Hamisi Gado ametaka kwenda mwenyewe Gado, mechukua sasa. Azam imekataliwaile Msengi anajitengea mwenyewe Mudibeka, ameweka kwenda pasi kule popita naa nakamata golkipa Ahmadi. Anaelekeza huku ana tabasamu huku pia kafurahi. o mchezaji lazima usikilize tu bendera iko chini. Jafite yeye yeah, yeah, kipa ametoka goli, kipa anawekwa chini. Mwamuzi anasemaje? Fau kwa Kanute. Kanute akaiweka kwenye njia, katoka mbio wakati anajiandaa, na ameangukia ndani, lakini aliguswa nje, hapo alimvuruga kidogo Abdurahim Bausi. Jafiti alienda ndani zaidi wanashauriana. Kama ni faulu, yes, lakini je, aka kadi njano ni sahihi? Ona vizuri Feisal anapiga mpira ule na kubatiza, walikuwa wamepanga wao, kuta ulifanya kazi yake sawa sawa. Dilunga limeweka kwenye njia ndani huku, wai Isa Fofana anaondosha boli lile kabisa bila kutoa nje. Pasco, Bausi, Chalamanda e. Eh, eh. Nafasi ile imeka tu nafasi kwa Azam ile Offside. Nakwenda kuchukua mpira kua kwenye eneo la kuotea na chamba la bola alitoka kwenye eneo la kuotea akacheza mpira imefika one two, wanagongeana ingia nao David Bryson, ile ingiza chini chini ndani huku, nakataza piga shuti ile juu ya lango eh. Pasi nzuri sana kwa ile JKT. Mpira ulirudi kwa Mohamed Bakari Mudi Beka, lakini akapaisha mwenyewe, ingiza ndani ya chini chini kule, amewahi tena sopu, anaingiza ndani huku, gonga kichwa kile, acheza na gonga mwamba. anaweka ndani ya nyavu ni goli, wanatangulia Azam FC dakika 42. Faisal Salum Abdallah Faitoto. Toto hivyo ulirushwa mpira ule na Landry Zuzu. Kwa jafite kitamba la bola kaingiza krosi ya chini chini, huku wakauzuia vibaya, sopu akaunyanyiwa ndani ukagonga kichwa kule na imidi ukagonga mwamba ukamkuta Faitoto. Yeye hakuwa na shida na mwamba, mwamba wa nini, wakati nyavu anaziona yeye, akaweka kwenye nyavu Vwezi tuone Msenge na nanyenywa ndani huku amegongwa tena ndani kule, bado nafasi kwa JKT ile kazuri. Goalkeeper Isa Fufana ana umiliki, ikionekana pia amepata maumivu kwenye mguu wake katika harakati zile. Edo Manya anakwenda kudaka ile Isa Fafana, kwa na papatupapatu za hapa na pale, pasi ku Musa Manyama, akaenda kupingana naye namna alivyouongezea nausi kwa 50-50. Thabiti -50. Zakaria Chumwi kwa upati amnyanyi wote wanaonekana juu kule wakifuatilia kabumbu ili viongozi huko upande wa Azam FC. Mashabiki, sasa ngoma inachezeka zaidi vizuri kuliko mwanzo. Naam, limbi ya mwamuzi kutoka Arusha Jackson Samuel, kabumbu likianza namna hiyo. Paul Peter weka pembeni huku kwa David Bryson ana unyanyia mkubwa ndani kwenye lango la timu ya Azam kule, cheza goli kipa unamtoka, ado yupo chini pale. Diguzo cross ile na David Bryson, beki wa kushoto wa JKT Tanzania akionekana. Edward Songo katika kuruka kwake alitanguliza mkono, bo limgusa golikipa. Mwamuzi aliona, akaamuru kwamba ni faul. Imidi Barakati amepita amewekewa kwenye njia huku, sasa Imidi ndani ya box, Barakati tackling maridadi kabisa, anatoa mpira ule nje. Nzuri sana ile, ambao a alitengeneza alimiliki bo lile, akamwona anapita pembeni, akamwekea kwenye njia nzuri kabisa, kutoka nimekuwa pembeni, sasa kule nandizuzu ingiza ndani kule bado

zikisalia dakika nne kati ya tano ambazo zimeongezwa. Anuari anadhibitiwa Msengi cheza na shiza Kichuya nyanywa mpira mkubwa ndani huku, umefika kwa Magulu debi, nyanywa ndani kule Magulu gonga kichwa kile, wanasawazisha dakika za jioni kabisa. JKT Tanzania wanarudi mchezoni krosi ambayo ikionekana kama ingekuwa na madhara yoyote, mpira unakwenda kwenye nyavu na kunyanyua shangwe kwa vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, wana rejia mchezoni. Benge amini nini kimetokea? Kipa na Diabi wanaulizana, mpira ulionekana walioanza azamule, lakini ukanyang'anywa, ukapigwa mrefu huku, na Kichuya kwa Magulu. Magulu akaweka kwa David Bryson akamrudishia tena. Magulu akaona idadi walioko ndani wanatosha, akajitwisha mzima mzima na kuisawazishia JKT Tanzania goli. Paul Peter Kasunda alipiga goli la kichwa. Kigoma amekuja kurejea tena Isamuhyo, Meja Jenerali sababu ya kunyosha mikono inajulikana. Huko ndiko alipotokea. Amemnyanyua hapa Mabena. Brigadia Jenerali mewekwa kwenye njia na Magulu tena anaingiza ndani kule control. Goal kick alipiga nje ule itiwa ndefu sana ile. Naam kati anapiga cross, mpira ulikuwa nje za mwishoni wamenyanyuka kweli kweli, wamecharuka vijana wa JKT. Naam, dakika 90 zimemalizika kama ilivyokuwa kwenye msimu uliopita. JKT Tanzania goli moja, Azam FC goli moja.